Moja ya wahanga wa changamoto ya afya ya akili ni wanandoa. Janga hili limesababisha matukio mengi korofi kuendelea kutokea katika taasisi hii muhimu. Yaani ukatili, talaka, mauaji, eh, kutelekeza na matukio mengi mengi mengi ambayo yameripotiwa kila siku katika vyombo vya habari. Inafika mahali wanajamii wanajiuliza kwamba je, kwa nini matukio haya yanatokea kila siku katika taasisi hii? Je, yeah, ni kwamba wanandoa hawajui nini cha kufanya katika ndoa? Je, yeah, ni kwamba wanandoa hawana maarifa kuhusiana na wanachoishi? Lakini ukichunguza utagundua kwamba hapana. Si kwamba wanandoa hawajui nini cha kufanya ndani ya ndoa na si kwamba hawana maarifa juu ya wanachoishi. Ukichunguza utagundua kwamba moja ya taasisi ambayo inawekezewa maarifa zaidi ya ndoa na mahusiano, ukiangalia katika nyumba za ibada, makongamano mbalimbali mbali, utagundua kwamba viongozi wanajitahidi kuwekeza maarifa ya kutosha. Lakini hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii, moja ya maudhui yanayorushwa zaidi katika mitandao ya kijamii ni maudhui yanayohusiana na mahusiano na ndoa, japokuwa si yote ya kutilia maanani. Sasa changamoto ni nini hasa? Nikaamua kufanya tafiti mbalimbali kuhusiana na jambo hili na nikagundua kwamba matatizo mengi yaliyoko katika ndoa, wanandoa hao huwa wanaingia nayo kutoka katika kipindi cha uchumba. Yani sio matatizo yote ambayo yanaanza kutengenezwa wanandoa wakiwa tayari wameshaingia, na wanashindwa kukabiliana nayo, kipindi ambacho walitakiwa wakabiliane nayo kabla hawajaingia na tatizo moja wapo kubwa ni kwamba watu wengi wanafanya machaguo yasiyo sahihi katika ndoa, na si kwamba wanafanya machaguo hayo wakiwa hawajui. Kwa kujua, kwa kuelewa, wanaingia kwenye ndoa na watu ambao wanajua kabisa si watu sahihi katika maisha yao, lakini wanaangalia vigezo vidogo vidogo ambavyo havibebi hatma ya ndoa na mwisho wa siku wanaingia na bomu ambao linakuja kulipukia katika ndoa na kuathiri hata wale ambao hawakupaswa kabisa kuathiriwa na hayo. Na nikaangalia kwamba tatizo hili linasababishwa na nini hasa, kwa nini watu walio wengi wanachagua wenza wasio sahihi? Kitu gani kinawasukuma wao kuchagua wenza wasio sahihi kwa kujua, kwa akili timamu? Nikagundua kwamba changamoto hii inaletwa na mtazamo kuna kipindi cha muhimu na cha msingi sana kabla ya ndoa kinaitwa kipindi cha uchumba. Na cha kusikitisha ni kwamba mtazamo wa Afrika walio wengi kuhusiana na kipindi hiki cha uchumba ni kwamba mtu akishaingia hatua ya uchumba, lazima aoe. Na ukichunguza utagundua kwamba hata mafundisho yanayofundishwa na wakufunzi wa masuala haya, wanapoandaa vijana hawa kuingia katika ndoa, ni mafundisho yanayolenga zaidi mbele kwamba wakiingia kwenye ndoa waishi vipi, wakiingia kwenye ndoa wazingatie vitu gani, wakiingia kwenye ndoa wafanye nini na nini na nini. Wanasahau kuwekeza elimu stahiki na ya kutosha na maarifa ya kuwajenga hawa vijana ili waweze kufanya maamuzi sahihi katika kipindi walichopo, yaani kipindi cha uchumba, hakigusii kabisa katika mafundisho. Walimu walio wengi wanalenga kwamba mkiingia kwenye ndoa muishi hivi muishi hivi mfanye hivi mfanye hivi. Wanasahau kwamba kuna mambo ya msingi ya kuwajenga hawa vijana katika kipindi walichopo ili waweze kufanya maamuzi sahihi katika kipindi husika. Jambo hili limesababisha vijana wengi kuingia shimoni, huku wakiwa wanajua kabisa wanadumbukia shimoni, lakini kwa sababu wamefungwa na mtazamo, wanakosa namna ya kujinasua na kujikwamua. Uchaguzi huo usio sahihi haujaishia tu katika kuharibu mahusiano, umechangia kwa kiasi kikubwa wa uharibifu mkubwa sana katika jamii zetu: watoto wa mtaani, malezi ya mzazi mmoja, eh, talaka, ukatili, mauaji katika ndoa, kwa sababu ya tatizo ambalo lilishindwa kutatuliwa. Tunakubaliana kwamba kipindi cha uchumba ni kipindi cha kuangaliana cha kufahamiana cha kukubaliana na kuridhiana katika mambo fulani fulani muhimu yanayobeba hatima ya maisha ya watu wawili. Vijana, unapaswa kujua kwamba katika kipindi hicho cha uchumba, si tu wewe kumwangalia mwenzako kwamba je, atakufaa, lakini ni wakati pia wa kujiassess, wa kujitazama kwamba je, mimi kwa jinsi nilivyo, nitakuwa mtu sahihi kwa mtu huyu. Na utakapogundua kwamba katika kumfahamu mtu huyo uliyempenda sana umegundua kuna tabia kuna hulka kuna misimamo ambayo kwa vyovyote vile huwezi kusimama na kukubaliana nayo katika maisha, na unagundua kwamba wewe huwezi kubadilika na mwenzako hawezi pia, anakiri kwamba hawezi kubadilika katika hiyo, huo ndio wakati wa kusema bye bye, na wote wawili kwa heshima, kwa amani, na kukubaliana kwenda kusubiri kila mtu mtu sahihi yule mtu aliyekusudiwa. Utakapogundua kwamba katika kumfahamu huyo mpenzi wako huyo mtu unayempenda kuna misimamo kuna itikadi kuna mambo ambayo kwa namna yoyote huwezi kumbadilisha, na anakiri kwamba siwezi kubadilika, na unaona kabisa yana kinzana asilimia zote na kile unachokiamini na kile unachosimamia na kile unachotazamia katika maisha, na unaona hakuna namna yoyote huo ndo wakati wa kukubaliana nyie wawili, kwamba mwenzangu, mimi na wewe tumependana na tunapendana kweli, lakini kwa mustakabali wa maisha na ustawi wetu na future na hatma ya mimi na wewe, naona huu uhusiano ni vema tukaishia hapa. Ili mradi sio kwa hila, sio kwa tamaa, ni kitu genuine ambacho unakiona na mwenzako anakiona pia huo ndo wakati wa kusitisha huo uhusiano, usikomae sasa kwamba eh nishatangaza nishafanya nini, wazazi wanajua, nafanyaje? Utaenda kudumbukia shimo. Ukagundua kwamba katika kutafuta kumfahamu mtu huyu, ukagundua kuna taarifa zilizo, na katika kuendelea kumfahamu mtu wako, ukagundua kwamba kuna taarifa zilizothibitishwa za matukio za tabia au vitu ambavyo unaona ni hatarishi kwa mustakabali wa maisha yako na au mustakabali wa maisha ya huyo mwenzako, ni wakati huo wa kusema tuishie hapa, kila mtu aendelee na safari ya maisha na kusubiri yule mtu ambaye Mungu amekusudia katika maisha yako. Usiingie mkenge kwa kushinikizwa, kwa kushawishiwa kwa kelele za nje, hujiingiza kwenye ndoa na mtu ambaye umeona viashiria kabisa vya kutofanikiwa mbele katika mahusiano yenu. Usiingie kwenye ndoa kwa msukumo tu wa hisia kali za upendo, kwa hisia kali za mapenzi. Lazima pia uwe emotional intelligent, hisia zisikusukume kuingia shimoni. Katika vitu vinavyodumbukiza watu shimoni kwa kiasi kikubwa ni kutanguliza hisia mbele na hakuna dhambi utakayoandikiwa kama ukiamua kuvunja uhusiano ambao unaona hauwapeleki katika afya. Sasa tunafanya nini kama jamii? kwamba ndio kipindi kinachohitaji umakini mkubwa sana katika kuamua. Si vibaya kuwafundisha yanayopaswa kufanya wakisha wana, lakini kuna umuhimu wa kuwekeza elimu stahiki kuhusiana na kipindi husika, ambayo kama vijana wangekuwa guided vizuri na kufanya uamuzi sahihi katika kipindi cha uchumba, kusingekuwa na mlipuko na mlundikano wa changamoto kama hizo katika jamii zetu. Tuwasaidie vijana wetu kujua kwamba uchumba sio ndoa na si dhambi kuvunja uchumba ambao unaona mtu si sahihi na kipindi cha uchumba ni haki yako kutafuta kumfahamu huyo mtarajiwa wako, na katika kutafuta kumfahamu utakapogundua kwamba n -n, kuna kitu n -n, kuna kitu hapana, ni haki yako kuvunja huo uchumba. Kumbuka, maisha ya ndoa yanaamua kuhusiana na mustakabali wa mbele wa maisha yako, mustakabali wa mbele wa watoto wako, mustakabali wa mbele wa familia yako. Sasa kuwa macho, Angalia, anaweza kuwa mpenzi nzuri kwako, unaweza kuwa umempenda sana, lakini je, atakuwa baba bora kwa watoto wako? Atakuwa mtu mwema kwa jamii yako? Atakuwa mtu wa kufaa katika maisha? Na kipindi cha uchumba ni kipindi cha muhimu sana. Usiseme ni kipindi tu, kinakuja kinapita. Ni kipindi ambacho kinaamua hatima yako, kinaamua hatima ya watoto wako, kinaamua hatima ya jina lako, kinaamua hatima ya maisha yako kwa ujumla. Kwa hiyo ni kipindi sensitive sana. Yaani, nyinyi vijana, nyinyi mabinti, kama uko katika kipindi cha uchumba, ni kipindi cha kufungua macho na masikio yote, ni kipindi cha kusugua goti sana. Mungu akusaidie katika kuamua, Mungu akusaidie katika maamuzi ya mwisho kwa sababu